Yesu Yesu aliwahi kuuliza atakapokuja mwana wa Adamu ataikuta imani? Hakuuliza atakapokuja mwana wa Adamu atawakuta watu wanakwenda kusali, atakapokuja mwana wa Adamu atawakuta watu wanaomba, atawakuta watu wanahubiri. Hapana, kwa maana haya mambo yote unaweza ukayafanya, lakini huna imani. Yesu akauliza atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataikuta imani? Katika somo la leo mpendwa, tutakwenda kuangalia aina nne za imani ambazo Yesu atakapokuja atazikuta kwa watu wanaomsubiri. Aina hizi nne ambazo tunakwenda kujifunza leo, aina tatu tunazipata kutoka katika kitabu cha Mathayo tisa mstari wa 27 mpaka 30. na ile ya nne tutaipata kutoka katika kitabu cha Danieli tatu 17 na 18. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni, wewe ni Mungu wa yote wenye mwili. Tunaomba Bwana utusaidie, aina hizi nne za imani ambazo utakapokuja mara ya pili utazikuta duniani zikawe ndio imani zetu, zikawe ndio imani zetu katika kila eneo la maisha yetu kwa jina la Yesu, amen. Mathayo 9 mstari wa 27 mpaka 30, anasema hivi, Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, tuendelee. <coughs> huko wapi? Huko kumponya mwanamke aliyekuwa ametokwa damu kwa miaka kumi na mbili. Yesu alipokuwa akitoka huko, huko wapi? Kutoka kwa mtoto wa mkuu wa sinagogi Jairus, ambaye alikuwa ameishi maisha mazuri kwa miaka kumi na mbili, akaugua ghafla siku ile moja, na akafa siku hiyo hiyo. Alipokuwa akitoka huko nini kilitokea? Anasema vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti wakisema, uturehemu, mwana wa Daudi. Naye alipofika nyumbani wale vipofu walimwendea Yesu, akawaambia mnaamini kwamba naweza kufanya hili? Wakamwambia nam, Bwana. Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadiri ya imani yenu mpate. Macho yao yakafumbuka na Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema angalieni, hata mtu mmoja asijue hili. Hawa vipofu walikuwa wamesikia habari za Yesu. Kutoka kwa hawa vipofu tunakwenda kupata aina tatu za imani ambazo Yesu atazikuta duniani, na zitakuwa ni aina yako. Unaweza ukachagua ni ipi ambayo utaitumia kwenye eneo fulani la maisha yako. Yesu, Yesu anawaambia wale jamaa, wanamwambia tunataka kuona Yesu, akawaambia je, Una, mnaamini ya kwamba mimi Yesu ninaweza kufanya hicho kitu nachokitaka? Swali maarufu sana hili. Wakasema tunaamini, Yesu akasema kwa kadiri ya imani yenu mpate. Kwa kadiri ya imani yenu mpate. Hajasema kwa kadiri ya ukipofu wenu mpate. Hakusema kwa kadiri ya maudhurio yenu katika mkutano wa maombezi Upate. A -a. Hakusema kwa kadiri ya kiwango cha kilio chenu ambacho mmelia nyinyi vipofu mpate. Hakusema kwa kadiri ya mateso, jamani, mmeteseka siku nyingi vipofu, jamani, mpate. A -a. kwa kadiri ya imani yenu mpate. Imani ya kwanza ambayo ndio imani mama, Yesu atakapokuja duniani mara ya pili hivi karibuni, ataikuta hapa duniani ni imani inayoamini hata kama haioni. Ni imani inayoamini hata kama haioni. Imani chanzo chake ni kusikia, na uimani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo. Sasa nieseme nini? Imani ni uhakika na matumaini kuwa vile ambavyo sasa havipo vitakuwepo. Imani ni kuwa na uhakika na kuwa na matumaini makubwa ndani yako ya kwamba vile ambavyo sasa nilivyo hivi havipo vitakuwepo, kwa kumwamini Mungu. Kwa kipofu walikuwa hawaoni, uwezo wao wa kuona haukuwepo wakati wanamwambia Yesu mwana wa Daudi uturehemu. Imani chanzo chake ni kusikia, walimsikia Yesu na habari na tetesi kuhusu Yesu na uwezo wake, wakaamini. Yesu anapokuja mara ya pili, Yesu anapokuja mara ya pili, anasema je, ataikuta imani? Je, atawakuta watu wanaendelea kuamini ya kwamba Mungu wao atawafanyia, japo maisha walionayo sasa hayako kapa, kama ambavyo wanatarajia, japo afya walionayo sasa afya ulionayo nayo sasa haipo kama ulivyotarajia, japo uchumi ulio nao sasa haupo kama ambavyo umetarajia, lakini je, bado unaamini Mungu anaweza kuleta visivyokuwepo kwenye maisha yako? Naye neno akafanyika mwili, naye neno akafanyika mwili. Je, unaamini neno la Mungu linaweza kufanyika kuwa mwili katika maisha yako? <coughs> Sitaki kujua unapitia nini, sitaki kujua unapitia jambo lako kwa ukubwa wa kiwango gani. Ninachojua ni kwamba ukiamini ya kwamba Mungu anaweza kufanya lisilokuwepo kwenye maisha yako likawepo, litakuwa kwa jina la Yesu. Ukiamini afya ambayo haipo kwenye mwili wako inaweza ikawepo kwa uwezo kutoka juu, inakuwa kwa jina la Yesu. Ukiamini dhambi zinazokusumbua zinaweza kufutwa na kupotea kabisa katika maisha yako, ukiamini inakuwa. Imani ya kwanza Yesu atakapokuja hapa duniani ataikuta kwa watu wanaomsubiria ni imani ya kuamini visivyokuwepo vitakuwepo, hata kama bado havijakuwepo, wakati unaamini imani hiyo. Imani chanzo chake ni kusikia. Kuna watu wanasikiliza majungu muda mrefu, wanakuwa na imani katika majungu, maana imani chanzo chake ni kusikia. Kuna watu wanasikiliza habari za vifo na mauaji na vita na mashida na matatizo, wanakuwa na imani katika vita, mauaji na shida, na roho hizo zinawafuata kwa nini? Imani chanzo chake ni kusikia. Kuna watu wanaamini katika ugomvi na mapambano, maisha yao yote yanakuwa ni magomvi na mapambano. Kuna watu wanaamini katika magonjwa, yaani maisha yao yote wanafuatilia magonjwa, ugonjwa huu, ugonjwa ule, jamani korona, sijui ni maisha yao, yanakuwa na imani katika magonjwa, na imani katika magonjwa inatokea kwenye maisha yao. Imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Hawa jamaa waliamini kwa neno la Kristo. Wanaweza wakaona wanaweza wakaona tena. Aina ya pili ya imani ambayo tunaikokotoa kwenye kisa cha hawa vipofu wanne, imani inayoendelea kuamini hata kama hakuna mabadiliko. Aina ya pili ya imani ambayo Yesu atakaporudi mara ya pili ataikuta duniani ni mtu ambaye ataendelea kuamini Mungu anaweza hata kama hakuna badiliko lolote baada ya kutoa sadaka. Hakuna badiliko, lakini anaendelea kuamini. Baada ya kuomba sana na kufunga na kukesha tatu kavu na kila namna ya mbinu za kiroho, hakuna badiliko lolote, anaendelea kuamini, anaendelea kuamini. Hata hivyo, Yesu anasema Usiogope, amini tu. Hii kauli ametoka kuitoa dakika chache zilizopita, kabla hajakutana na hawa vipofu. Sasa tunaona katika hawa vipofu, Yesu anawapita, Yesu anawapita kama vile hawajui, lakini hawa mabwana hawakukata tamaa. Walikuwa wako njiani, wakamwona, wakasikia Yesu anakuja wakamwambia Yesu, wakapata sauti, mwana wa Daudi, mwana wa Daudi. Maana yake waliamini Yesu ndiye Masihi Atakayekuja katika ombe ya kibinadamu lakini Yesu alipofika pale anawaangalia tu, tu, akawapita aka akaingia kwenye nyumba. Wengine wanasema ni nyumba ambayo Yesu alikuwa anapenda kuishi, alikuwa anakaa muda mrefu maeneo ya huko alipokuwa maeneo ya Kapernaumu. Hawa mabwana waliendelea kuamini Yesu aliyewapita leo, kesho atawatendea hawa vipofu, waliendelea kuamini Yesu aliyewapita hata huko wanakoenda tutamfata huko, huko wakajikongoja wakashika waka mafimbo yao wakaanza kuvutana waka wakavutana wakavutana mpaka wakaingia kwenye hiyo nyumba kasa yuko wapi bwana yumo mu ndani wakamfata yesu wakati huo walikuwa bado hawaoni yesu alipowapotezea wao hawakumpotezea kuna wakati unaona yesu hajafanya kitu kwenye maisha yako umetumia muda mwingi kuomba hakuna kitu. ima moja ya watu ambao Yesu atawakuta duniani ni wale ambao wataendelea kuamini tu, hata kama wanaona hakuna kitu hata kimoja ambacho Yesu wao amewafanyia tena. Kuna wale ambao wanaona, licha ya kuendelea kumwamini Yesu, hali imezidi kuwa mbaya. Lakini wa, Yesu anatafuta watu ambao atakapokuja mara ya pili wataendelea kumwamini tu hivyo hivyo hata kama hali inazidi kuwa mbaya hata kama na Mungu amewapotezea watu hao, ndio Yesu atakaowakuta mara ya pili. Sasa sikiliza, imani ambayo itaendelea kuomba hata kama hakuna kinachobadilika ndio imani ambayo Yesu ataikuta atakapokuja mara ya pili. Unaendelea kuomba tu, unaona hakuna mabadiliko, unaendelea kuomba tu, unaendelea kuamini, Mungu wangu anaweza, anaweza. Mgonjwa wako alikuwa yupo kwenye kitanda cha wodi ya kawaida, sasa amepelekwa ICU, unaambiwa anakwenda kutolewa figo, unaambiwa anakwenda kukatwa miguu, unaamini tu, Mungu anaweza, Mungu anaweza. Imani hiyo, imani ya watu wa namna hiyo ambao hawafahamu hawana lugha ya kukata tamaa kwenye ulimi wao, ndio wanaoitaka kwako na kwangu. Atakapokuja mara ya pili, atawakuta watu wa namna hii. Kitabu cha Wakolosai nne mstari wa pili, Wakolosai nne mstari wa pili. Dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba huku na kushukuru. Kwa nini uendelee kuombea jambo hilo, hata kama unaona hakuna dalili yoyote ya Mungu kufanya. Kuna sentensi hapa inasema faith, um, faith that honors God is the faith which keep praying even when nothing changes. Imani inayomheshimisha Mungu. Yesu anakuja kuchukua watu ambao walimheshimisha kwa imani zao, ni ile imani ambayo huyo mtu ataendelea kuomba hata kama, hata kama hata kama hakuna badiliko lolote limetokea kwenye maisha yake. Kuna watu wakiona hakuna mabadiliko kwenye maisha yao, wanarudi kwenye mizimu, wanarudi kwa waganga, wanajimu, wachawi na wasihiri. Nataka nikutie moyo, hata kama umeomba kwa muda mrefu sana, lakini hakuna badiliko lolote, endelea kumwamini Mungu endelea kumwamini Mungu. Maana Yesu atakapokuja atawakuta watu ambao wataendelea kuamini tu hata kitu hata kama hakuna kitu ambacho hakimetokea. Yesu atakapokuja mara ya pili atawakuta watu ambao katika misamiati ya lugha zao za kiroho, ambao zinaendesha maisha yao na uhai wao hawana msamiati unaoitwa nimechoka, nimechoka, nimechoka nimekata tamaa, nimekata tamaa. Hakuna msamiati wa kukata tamaa kwa wale wote wenye imani ya kumsubiri Yesu na kumngojea Mungu na mkono wake kwenye maisha yao hata kama licha ya kuomba kwa muda mrefu, hakuna badiliko lolote wanaoliona kwenye maisha yao. Aina ya tatu ya imani ni imani inayoendelea kufanya kazi hata kama jambo hilo unalolifanya linaonekana halileti maana. Faith that works even, even it when it doesn't make sense. Ni imani inayoendelea kufanya kazi, unaendelea kumwamini Mungu hata kama hilo jambo halileti maana kabisa, kabisa kwenye maisha yako, imani inayofanya kazi hata kama jambo halileti maana, unaendelea kutumaini Mungu. Hawa vipofu, kitendo cha kulukwa na Yesu na jamii iliyomzunguka na kumsonga Yesu imeona kimsingi, kwa maana nyingine ni kwamba watu hawa Yesu amewapuuza. Hata hivyo, hawakupaswa kuendelea kumfuata Yesu. Kwa nini? Kwa sababu kwa Wayahudi waliamini mtu kuwa kipofu akiwa amezaliwa kipofu ni laana au ni adhabu kutoka kwa Mungu. Yesu alikuwa ni Mungu, kwa hiyo amewapa adhabu. Kitendo cha hawa watu kuendelea kumfuata Yesu tena licha yeye kuwa amewapita na kuwapuuza, na wakawapita makutano wakaingia ndani ya nyumba aliyokuwamo Yesu, ni kitendo cha imani ambayo haileti maana kwa watu wanaowazunguka . Kuna matukio makubwa kwenye maisha yako Unapaswa kuyafanya. Kuna hatua zisizoeleweka katika jamii, katika ukoo wako, katika ofisi yako, katika familia yako. Hata kama haileti maana, chukua tu chukua tu, hiyo hatua, hatua, hatua. najua rafiki yangu mmoja, kwa sasa ameshapumzika katika mavumbi, aliwahi kunifurahisha sana. Aliwahi kuomba kazi ambayo kwenye job description qualification ile katika maelekezo ya kazi yanataka mtu ambaye ana masters na kuendelea, lakini yeye alikuwa tu ana digrii ya kawaida. Haileti maana mtu mwenye digrii kuingia kwenye competition ya kuomba kazi ya watu ambao kigezo kinasema ni masters, lakini yule mtu wa Mungu alienda na akaomba na akafanya kazi na akaipata kazi hiyo wakati vigezo vyake havileti maana kuingia kwenye majukumu hayo, na akafanya kazi bora kabisa, akawa ni miongoni mwa watu wanaofanya kazi kwa viwango vya juu kabisa. Kwa nini? Alikuwa anaamini kama Mungu akifungua mlango, hakuna kigezo chochote kinachoweza kuufunga mlango ambao Mungu ameufungua. Ni vitu ambavyo havileti maana, ni vitu ambavyo havileti maana mambo mengi unayoona kwenye maandiko haya make sense hayaleti maana. Swala la mtu kutupa kijiti na shoka chuma ambacho kwa mujibu wa sheria za physics hakipaswi kuelea kini haki kilielea, hakileti maana. Swala la Yesu kutembea juu ya maji ni kitu ambacho akisemi akileti maana. Hata wanasayansi wanasema yawezekana ilikuwa ni wakati wa baridi, kwa barafu ilikuwa imeganda, Yesu alikuwa anatembea juu ya barafu, hakutembea juu ya maji, kwa sababu kwao haileti maana wako watu ambao walinolewa vizazi kabisa, vikakuanguliwa kwenye mfumo wa uzazi, kabaki ni kopo hewa, lakini walipomwomba Mungu kwa imani, walienda kufanyiwa kutolewa mtoto kwenye tumbo ambalo halikuwa na kizazi. Kila kitu kinawezekana kwake yeye anayeamini, na mimi nataka nikutie moyo, amini hata kama haileti maana. Na watu wanaitwa masingo mama masingo mama ni wamama ambao wamejifungulia nyumbani, vijiji vingine wanaoita wasimbe, ni wamama ambao wanaonekana wahuni, umri umeshaenda miaka hamsini, kwa mujibu wa jamii haileti maana kusikia mama huyo ambaye amezalia nyumbani, wezekana watoto watatu, umri umeenda, miaka imeshaenda, kwamba anatafuta mume, lakini kwa Mungu hicho kinawezekana, anaweza akupa mume hivyo hivyo, hata kama ulikuwa ni kahaba uliochoka, tena mcha Mungu mzuri kabisa, kama ilivyotokea kwa Hosea na Gomeri. Ninataka nikutie moyo, imani hii ya kuendelea kuamini kwamba tunakwenda mbinguni hata kama sayansi zinaonyesha ni mambo ambayo hayana maana, itakulinda mpaka Yesu atakapokuja. Mfano mmoja wa mwisho, Ibrahimu aliambiwa akamtoe mtoto wake kafara, yaani Mungu ambaye amekupa mtoto katika mazingira magumu, alafu anataka ukamtoe kafara, ukamue. Huyu Mungu ni muuaji? Mungu gani huyu anayeua watoto wa watu ambao yeye amewapa, tena kwa mazingira magumu? Na amesema mtoto wako mzaliwa wako wa kwanza ndiye atakayerithi kutoka kwenye viuno vya mke wako. Sala, muujiza wa mtoto umetokea, tunakubali Samuel. Ndio maana Ibrahimu alimtorokaga mke wake akumwaga, akavizia usiku, mama amelala na koroma, nafikiria kuosha vyombo na ku, katika michicha asubuhi na, na, na kupanga kazi zake na wafanyakazi wake wakina Hajir. Ibrahimu akamchoropoka kitandani, akamchukua Eliezeri Mdameski mtumishi wake na kijana na wafanyakazi wake. Ibrahimu alienda kumuua mtoto. Kwani unaenda kufa? Unaenda wapi? Ibrahimu, ninakwenda kumuua mtoto. It doesn't make sense, I let him ana kabisa. Ibrahimu akakusanya kuni, Ibrahimu akachukua kisu Ibrahimu akaanza safari ya kuelekea machinjoni, akielekea kumchinja, lakini Mungu akaingilia kati. Kwa nini? Ibrahimu, Biblia inasema mahali pengine, aliamini ya kwamba huyo Mungu yuwaweza kumfufua Isaka hata kama akimchinja, akaweka kuni, akamchoma, akawa majivu, Mungu yuwaweza kumleta tena Isaka kutoka katika majivu na akawa mtu mzima. Vitu hivyo have make sense katika dunia sasa havileti maana kabisa, lakini imani ya mambo ambayo wanaokuzunguka nuno wamekuwa chizi, vitu vyako haviingia akilini, imani hiyo ndio imani ambayo Mungu anasema. Je, atakapokuja mwana wa Adamu mara ya pili, atakapokuja hivi karibuni, je, ataikuta imani. Je, atakuta watu wanaamini mambo ya Mungu? Biblia hii inapondwa na kupingwa kila sehemu. Je, atawakuta watu wanaamini kwamba haya ni maneno ya Mungu licha ya upinzani mkubwa? Na kusihi mpendwa, na wewe uwe miongoni mwa hawa watu wa kuamini matendo makuu ya Mungu, hata kama jamii inayokuzunguka inaona ni vitu ambavyo ni vya kishamba, vya kijinga na vya kipumbavu. Imani ya jambo ambalo lileti maana inakutaka kutaka uchukue hatua ya vitendo Aina ya mwisho ya imani ambayo Yesu ataikuta, tumesema hii tunaikokotoa kutoka kwenye kitabu cha Danieli tatu kumi na saba na kumi na nane ni imani inayoamini Mungu anaweza hata kama hatafanya. Utabaki unaamini kuwa Mungu anaweza na utaendelea kuamini tu ile imani ya kuamini hata kama kitu akijatokea, mara nyingi mwisho wa siku wakinatokea. Wale vipofu licha ya Yesu kuwapita, walipomfuata waliponywa sawa sawa na imani yao. Lakini hii ya mwisho ni kuamini ya kwamba hata kama utakufa kwa sababu ya kumwamini Mungu ni sawa kabisa, haina shida. Watu wengi wanamwamini Mungu kwa sababu wanatoa vitu, siku wasipovifatavyo vitu wanaacha kumwamini Mungu. Yani nikwambie, Mungu wako ni bora kuliko vitu. Mungu wako ni muweza kuliko vitu. Kwanza alivyotuandalia ni bora kuliko unavyoving'ang'ania. Niseme nini basi? Tujifunze kitabu cha Danieli tatu kumi na saba mpaka kumi na nane. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia yuwaweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wake, e, mfalme. Hapa ni Shedraka, Meshaki na Bednego wanamjibu mfalme neb, mfalme Nebukadneza nebuka. Sasa sikiliza, bali kama si hivyo, kwamba jambo la kwanza anasema mungu wetu tunaye mwabudu yuwaweza kutuokoa kutoka katika haka katanuru, ukaweka unatishatisha watu hakuna ishu. Mungu wetu anaweza kukazima kwa kutuokoa, lakini mfalme Nebukadneza nebuka, hata kama huyu Mungu wetu tunayemwabudu, najua anaweza akaamua asitumie uweza wake wa kutuokoa akatuwacha ehe. Bali kama sivyojue mfalume, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Hii ni aina ya imani ambayo Yesu ataikuta, kwamba imani ya hata kama Mungu hatafanya watu wote wanafikiri imani ni kama Mungu atafanya vile ambavyo tumevyomba tufanyie kwenye maisha yetu, ambavyo kwa sasa tunavyoamini. Hatuna imani ya nne ambayo Yesu ataikuta na itakuwa kwa watu wengi sana, ni wale ambao watamwende wataendelea kumwamini Mungu hata kama Mungu hatafanya. Maandiko yanaonyesha siku hiyo Shedrak, Meshak na Abednego na Yesu mtu wa nne mtoto mfano wa mwana wa miungu aliyotokea katika tanuru, wale watu hawakuungua wa moto. Lakini tunajifunza katika historia ya Reformation, John Huss wakina Jerome walichomwa moto mpaka majivu wakaungua mpaka mwisho, oh, huku akiimba Yesu mwana wa Daudi, waombea, wa Daudi warehemu, wakiwaombea waliungua moto. Aina ya nne ya, ya imani ambayo Yesu ataikuta, ambayo hata kama wakati mwingine itagharimu kakifa kaka muda mfupi, haina shida, haina shida. Ndio hawa jamaa walichokisema, tunajua Mungu wetu yaweza kutuokoa, maana ni mkubwa kuliko mwanadamu anayetaka kututesa, lakini hata kama akiamua asifanyi, hatuwezi kusujudia miungu mingine. Mungu wetu tunamwamini tu. Ni imani, ni mtu ambaye anasema ni afadhali niendelee kumwamini Mungu ambaye anaweza kuniponya upofu wangu kuliko kuwa na macho alafu simwamini Mungu. Aina ya nne ya imani ni imani ya kuamini nita, ni ya kusema nitaendelea kuamini hata kama Mungu hata nifanyie hilo jambo, najua anaweza kufanya, lakini hata kama asipofanya nitaendelea kumwamini. Ni imani ya mtu anayesema ni afadhali ni afadhali ni afadhali niendelee kuwa masikini nikiwa na Mungu kuliko kuwa tajiri ambaye sina Mungu. Ni imani ya mtu ambaye anasema, ni afadhali niendelee kuugua nikiwa na mwamini Mungu mponyaji kuliko kuwa mzima alafu si mwamini Mungu. Ni afadhali nikoswe cheo nikiwa na Mungu kuliko kuwa na cheo kikubwa bila Mungu. Imani yangu haiko kwenye kupona, imani yangu ipo kwa Mungu mponyaji. Hata kama ataruhusu jambo baya likupate, ni afadhali upatwe jambo baya ukiwa na Mungu kuliko kuwa na amani katika dunia pasipo kuwa na Mungu. Danieli, Danieli aliona ni afadhali aingie katika tundu la simba akiwa na Mungu kuliko kubaki ikulu akiwa hana Mungu. Shedrak, Meshak na Abednego na wakuu wa wilaya hawa waliona ni afadhali tuingie katika tundu la simba tukiwa katika tanuru la moto tukiwa na Mungu kuliko kuingia kusimama kusujudia sanamu na kuwa wazima pasipo na kuwa na Mungu. Aina hizi nne za imani, mwambie Mungu naomba na mimi nitembe kwenye imani hizi nne. Imani ya kuamini Mungu atafanya hata kama bado hakuna dalili. Imani ya kuendelea kumwamini Mungu kwamba atafanya hata kama hatua ya kwanza Mungu amekunyamazia, lakini hatua ya pili atakufanyia, maana anasema utukufu wa pili ni mkubwa kuliko ile ya kwanza. Imani ya kuendelea kumng'ang'ania Mungu na kuamini hata kama jambo naloamini haleti maana, limepitwa na muda. Jambo naloamini umri wako umeshapita. Jambo naloliamini Mungu atakufanyia, endelea kuamini tu, endelea kuamini tu, utauona mkono wa Mungu. Lakini mwisho, imani ya kuamini hata kama Mungu asipofanya nitaendelea kumwamini. Ni afadhali nikaingia katika mageti ya jiji la mbinguni nikiwa na Mungu kuliko kula furaha kitambo katika dunia hii pasipo na Mungu. Ikiwa unasema e, Mungu nisaidie, hizi imani hizi na mimi nazitaka. Yesu, unapokuja mara ya pili, utakapouliza, je, nitaikuta imani? Ninaomba Mungu unisaidie, na mimi niwe miongoni mwa makundi haya ya watu wa hawa wanne wenye imani hizi. Nazitaka zote kwenye maisha yangu. Unasema nazitaka zote ziweza kwenye maisha yangu. Mungu akusaidie sana. Mungu akutendee Bwana akupe. Je, wangapi wanasema je? Unasema rafiki yangu kwamba na mimi kama wana wa wanafunzi wa Yesu waliposema tuongezee imani Baba, unaomba Bwana niongezee imani, maana tayari unayo. Kila mtu amepewa imani. Basi kama ni ombi lako, unasema nataka Mungu niongezee imani. Bwana na akutendee. Tuombe. Baba, ninakushukuru kwa maana wewe Mungu uliwauliza wale vipofu, je, wanaamini katika uwezo wako wa kuwafanya wapate wanachokitaka kutoka kwako. Swali hilo unapoliuliza kwangu na kwa mtoto wako wananifuatilia, na sisi tunatangaza na kusema, tunaamini. Basi sawa sawa na imani ya mtoto wako mtendee, kwa jina la Yesu. Lakini ombi letu unapouliza, utakapokuja mara ya pili, je utaikuta imani